Mama jinsi alivyoanza ndivyo alivyoendelea, ajatuleti aja dauni wanawake. Kwa hiyo nampongeza, naendelea kumnyanyua juu, aendelee vizuri, na kama ikiwezekana, apate second term tuone atakavyo, lakini ameanza vizuri, sinamwona mpaka akaleta mambo mengine ambayo ya kuwepo, kwa mfano utalii sasa watu wanaingia, unafanya vizuri tu. Rais gani ambaye angewaza yeye mwenyewe ndiye apige picha? <laughs> naona very creative, akatengeneza hicho kitu na kikakubalika. Tunaona jina letu alivyolipandisha, tunaona watu wanavyopenda kuja international. Nani zinakuja hapa, taasisi zinakuja kufanya mikutano hapa, ambao tulikuwa hatujawahi kufanya hivi. Mmeona jinsi tulikuwa tunafikiria. He, sasa amekuja mwanamke, hela zitatoka wapi za kumalizia hiyo miradi aliyoianza marehemu? Lakini mmeona inaenda vizuri tu, tunampongeza na Mungu amtie nguvu. Kwa kuwa huwa nasoma alafu nasahau, lakini nakumbukumbu kwa mbali, mnamkumbuka Mama Clinton wa Amerika, amegombea mara mbili, lakini watu waliokuwa na komenti wengine walikuwa wanasema umo umo, Amerika wanasema hatuwezi, Amerika haiwezi kutolewa na mwanamke eh. Ni, ni kazi nawambia, hiki kitu cha mwanamke ni roho yani, ni roho kamili kabisa, ni kupigana nacho, na ndio maana narudia tusibweteke kusema haa, tumempata rais mwanamke, kwa hiyo mambo ayawezi tena. Uenda ndiyo yatakuwa magumu, unaona kwa hiyo ni kitu ambacho kinaendelea lakini kinarudi nyuma kwa kasi kutokana na ile misimamo ya, ya imani na utamaduni. Huyu tumempata na amefanya kazi vizuri, lakini hatuwezi kujua mioyo ya watu, Mungu ndiye anaijua. Sasa kwa sababu sisi wanawake tunajua, ndio tuna waume zetu ndani, tunawaona eh, ndio tukazani mimi ninachoweza kufanya ni kumuombea kuwa aende vizuri. Amekwisha onyesha njia, aende vizuri, asiwe na mapingamizi ambayo hayana maana <tipos>